Ndugu wawili Siyabonga na Malusi Ndimande wanaoshutumiwa kupanga mauaji ya rapa maarufu wa Afrika Kusini Kiernan aka Forbes na rafiki yake Tebello Tibz Motsoane wamekabidhiwa rasmi kwa mamlaka za Afrika Kusini baada ya miezi kadhaa ya mapambano ya kisheria nchini ya Eswatini. Ndugu hao waliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Shaka wakiwa chini ya ulinzi mkali wa Interpol kabla ya kupelekwa moja kwa moja katika mahakama ya Durban ni Magistrates. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kujibu mashtaka kadhaa ya yakiwemo mauaji, kula njama za mauaji na umiliki haramu wa silaha. Kurejeshwa kwao kunahitimisha ucheleweshwaji wa miezi kadhaa ya mchakato wa kisheria, na sasa idadi ya watuhumiwa walioko mikononi mwa polisi imefikia watu saba. Tukio hili linachukuliwa kama hatua muhimu katika uchunguzi wa mauaji yaliyotikisa taifa la Afrika Kusini mnamo Februari 2023, katika Barabara ya Florida jijini Durban, mauaji ambayo polisi wanasema yalipangwa kitaalam. Aidha, ndugu hao pia wanahusishwa na matukio mengine ya vurugu katika sekta ya usafiri wa teksi jimboni kwa Zulu Natal. Tony Forbes, baba wa marehemu Kiernan, amesema anaona faraja kubwa kuona washukiwa wakuu wakifikishwa mahakamani pamoja na amesifu uwazi wa maafisa wa uchunguzi katika mchakato huu wa kimataifa. Jeshi la polisi nchini Afrika ya Kusini linathibitisha kuwa na ushahidi thabiti ikiwemo majalada matatu ya uchunguzi na zaidi ya mashtaka ishirini na nne. Hii ni Online World Events.